Kaunti namba 28 ni kwamba kaunti ya Elgeyo Marakwet imezindua kampeni ya usafi inayolenga wafanyabiashara katika miji mikuu. Kampeni hiyo inaongozwa na idara ya afya ya kaunti, inalenga kuwaelimisha wenye hoteli na wauzaji sokoni. Akizungumza na wafanyabiashara katika soko la mazao la mboga huko Iten, afisa mkuu wa afya katika kaunti hiyo Caroline Magut amesema kaunti hiyo inachunguza ama inachukua hatua za tahadhari mapema ili kuepukana na kusambaa kwa magonjwa. Tumeamua tushikane mikono ili tupate kuhamasisha watu wetu, tuwafunze mambo ya disease prevention, kupitia vyakula maji machafu eh, vile wanaweza dispose of waste kutoka vyakula na pia katika markets. Ili watu wetu wawe safe, tunaangalia pia maneno ya food handlers katika food premises. Tuangalia kwamba hizi food premises zote zime meet masharti ya public health. So kwa hivyo hii kasi si ya public health peke yake kusukuma, sisi sisi wenyewe tulazima sisi tusaidiana ili afya yetu ikwe sawasawa sisi zote, na tumanye viashara ambao ni afya pamoja na itakuwa pa, mzuri sana. So apa soko tumekubaliana ya kwamba tutashikana mkono pamoja na public health tuhakikisha ya kwamba soko yetu inapeana chakula inayofaa amba kwa hali ya usafi ya hali ya juu tukirejea hapa